Msema wa Yesu ni nabii, mwonaji wa kimataifa, ameleta ufunguo wa nji watu wajue injili ya kweli kwa sababu injili ya kweli inaleta ushiba, injili ya kweli inaleta baraka, injili ya kweli inaleta amani. Haleluya. Tuwe macho, tukae chonjo, makusanyiko yanatembeza mawakala na wao nyumba kwa nyumba kuwanyangana watu na kuwashawishi watu, lakini kwa mgoo zaisi Yehova, aliendalea kusoma leo wanenda kukusaidia shida